Ziara ya mgombea wa rais kupitia chama cha Mapinduzi, CCM Dr. John Pombe Magufuli imeendelea leo katika mikoa ya Songwe na Mbeya, huku akiendelea kuahidi kufanya mambo kadhaa ya maendeleo pale atakapochaguliwa. Katika kampeni hizo, Dr. Magufuli amehimiza mshikamano na kuwa mtumishi wa Watanzania wote bila kujali itikadi zao. James Range akiwa katika kampeni hizo ameandaa taarifa ifuatayo. Kituo cha kwanza katika siku yake ya tano ya kampeni hizi ni mji wa Mloa hapa wananchi wanafunga barabara ili azungumze nao. nimeomba nafasi ya urais kwa sababu nataka nifanye kazi hiyo yeah. nimeamua niwatumikie Watanzania na nina imani kubwa uwezo wa kuwafanyia kazi wa Tanzania ninao, na wakati wa kufanya kazi sitawabagua kutokana na itikadi za vyama vyao. Kituo cha pili kikawa katika mji wa Mbalizi. Ahadi ya kuboresha mji huu wa kibiashara ikatolewa na Dokta Magufuli. Msafara ukaenda Mkwa Juni palipo makao makuu ya wilaya Songwe na hapa mgombea ubunge wa CCM uh -huh. Filipo Mulugo akawa mwenyeji wa dokta Magufuli. Jimbo hili ilikuwa miongoni mwa majimbo kumi Tanzania yaliyompa kura Jakaya Mlisho Kikwete kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka nirudie tena, jukwaa hili lina bahati kubwa sana. Mimi nitapita nyumba kwa nyumba nikishirikiana na madiwani wangu kukutafutia kura wewe. Safari ya kampeni ya Dr. Magufuli ikafika Makongorosi. Hapa mgombea huyo urais wa CCM anajivua ugombea na anakuwa waziri wa ujenzi na anatoa maagizo kwa mwenyekiti wa bodi ya barabara ya mkoa wa Mbeya ambaye pia ni mkuu wa mkoa huo Abbas Kandoro. Ninajua waziri wa ujenzi bado ninao, nataka leo tukitoka hapa kumwambia regional manager wa Mbeya anaitwa Yakurwa ambaye ndiyo manager wa TANROADS kwa mkoa wa, wa Mbeya, nimeahidi mimi hapa kilomita nne na barabara za lami, atangaze tenda ya kilomita nne hapa aekuea. Kutoka katika msafara wa mgombea urais wa CCM hapa Chunya, mkoa mpya wa Songwe, James Range, Azam News.